Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel na Television ya kutoka Dar es Salaam. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kwenye kipindi chetu cha leo, nitazungumzia jinsi ya kuanzisha biashara ya vyakula, yani duka la vyakula, na hasa hasa tutaweka mkazo kwenye swala zima la kutambua fursa ya kuanzisha hiyo biashara ya vyakula. Sasa usianzishe biashara bila kufahamu fursa ya kuanzisha hiyo biashara, kwa hiyo hata kwenye biashara. Kwa hiyo hata kwenye biashara ya vyakula ni lazima kutambua fursa za kuanzisha hiyo biashara. Sasa kuna njia mbili za kutambua fursa. Moja, tu ni kupita na kujaribu kuangalia kuona maeneo mbalimbali na kuziona hizo fursa. Lakini nyingine ni ya kutengeneza fursa yaani, we mwenyewe unazilazimisha kuzitengeneza hizo fursa. Kwa hiyo sasa kwenye kipindi cha leo nitaelezea mchanganyiko wa mambo yote mawili, ya kupita na kuziangalia fursa, nyingine ya kutengeneza. Kwa hiyo ni ndio kitu ambacho tutakacho okay kiongelea. Sasa kuna mambo manne ya msingi ambayo inabidi utafakari kwanza kuhusiana na hiyo biashara ya vyakula. Kwanza ni lazima uchague ni aina gani ya biashara ya vyakula kwa sababu biashara za vyakula zipo nyingi tu. Sasa inabidi ufanye uamuzi. Mwingine anaweza kusema nataka niuze eh, nafaka, kwa maana kwa mchele, mahindi, mtama na kadhalika. Mwingine anaweza kusema yeye vyakula anataka kuuza labda mambo ya mboga mboga kwa hiyo sasa, au mwingine akasema atakuwa anauza kwa ujumla, yani anauza nafaka kwa ujumla kwenye maduka madogo madogo, mwingine anaweza akasema anauza rejareja. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuamua aina gani ya biashara ya vyakula unatakiwa kuanzisha, au unataka kuanzisha. Namba mbili ni sehemu ya kufanya biashara, uchague sehemu ya kufanya biashara. Ni muhimu sana hii kwa sababu ukichagua sehemu ambapo wateja watakuwa hawapatikani kirahisi inakuwa ni shida kwa hiyo biashara. Kwa hiyo ni lazima uchague sehemu ambapo una uhakika utapata wateja wengi wa biashara, kwa hiyo suala la kuchagua sehemu ya kufanya hiyo biashara ni ya muhimu sana. Namba tatu ni suala la kuangalia changamoto zinazowakabili eh, wateja wanaotaka kununua vyakula kwa hiyo maeneo utakayopita, jaribu kuona shida gani wanapata hawa wateja wanataka kununua vyakula. Sasa hizo zinakuwa ni changamoto na uzitambue, ili uweze kuzifanyia kazi. Na mwisho jambo la nne ni suala sasa la kutambua fursa, aidha kuzitambua au kuzitengeneza wewe mwenyewe hizo fursa za kufanya biashara ya vyakula. Kwa hiyo hayo ni mambo manne ya msingi ambayo inabidi uyatafakari. Sasa tuje kwenye suala la kutambua au kutengeneza fursa za biashara ya vyakula. Namba moja ni kuwa unapopita kwenye hayo maeneo, kama utaona hilo eneo ambalo umelichagua kuanzisha biashara hakuna kabisa duka ambalo linahusika au linauza vyakula, sasa hiyo ni fursa ambayo inakuwezesha wewe sasa kufanya uamuzi wa kuanzisha duka. Kwa hiyo fursa ya kwanza ni kama eneo linalohusika hakuna kabisa duka linalouza Vyakula. Kwa hiyo wewe inakuwa ni fursa kwako kuanzisha hiyo biashara. Fursa namba mbili ni kuwa kwenye eneo ambalo unapita, unakuta kuwa yako maduka ya vyakula, lakini ni machache ukilinganisha na wateja. Kwa hiyo inamaana kuna upungufu wa maduka yanayouza vyakula, wateja ni wengi. Sasa hiyo kwako inakuwa ni fursa ya kuanzisha biashara. Namba tatu ni swala la ubora wa bidhaa au za vyakula. Kama kwenye eneo unalopita unaona kuna matatizo ya ubora wa bidhaa, kwa mfano kama maduka yanauza vyakula kama mchele, mahindi au maharage. Sasa kama mchele unakuwa sio wa, wa ambao ni mzuri ambao wanaopenda walaji wa, wa au maharage pengine yanakuwa na wadudu au sio yale yanayoiva haraka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, suala la ubora wa bidhaa hilo ni la muhimu sana na inabidi ulitilie manani na ukiona kuna changamoto ya ubora wa bidhaa, basi wewe kwako, kwa hiyo ndio fursa ambayo unaweza ukaanzishia eh, biashara sasa. Na namba nne ni swala ya bei ya bidhaa. Kama bei ziko juu kwenye eneo unaolipitia, basi sasa hiyo inakuwa ni fursa kwako kwa kuanzisha biashara vifa, eh, ya vifaa vya vyakula ambavyo bei yake itakuwa ni nafuu kwa wateja. Kwa hiyo ni fursa ambayo inabidi uiangalie wakati unataka kuanzisha biashara ya vyakula. Ni swala la vifaa, kama kwenye eneo linalohusika hayo maduka yanayouza vyakula hayana vifaa vya kutosha, na ikiwezekana hata vya kisasa, kwa ajili ya kuendesha biashara hizo. Sasa hii inakuwa ni changamoto kwa wauzaji na hata wateja. Kwa mfano, kuna swala la mizani, unaweza kukuta labda maduka mengi yanatumia mizani ile ya zamani, ya kizamani, ya kuweka mawe na nini, hawana mizani ya kidijitali. Kwa hiyo inaanza kwa watu wanaanza kuwa na mashaka kuhusu hiyo hiyo mizani e, lakini pia kuna ma, ma, masuala ya vifaa mbalimbali vinavyohusiana na na, na na kuuza nafaka, pengine labda kuwe na kimashine cha kushona mifuko kama mtu ananunua labda mchele kilo kumi, kuna, kuna ngapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo suala ya vifaa ni changamoto ambayo inabidi uifanyie kazi ili uweze kufanikiwa kuiona kama ni fursa ya kuvutia wateja kwenye biashara. Kwa hiyo vifaa ni la muhimu sana. Swala la sita ni linalohusiana na kwenye intaneti. Kama kwenye intaneti hakuna maduka ambayo yanauza e, nafaka, sasa watu wanapita kwenye intaneti wanahangaika huko, hawayaoni maduka ya nafaka. Sasa wewe kwako, hiyo inakuwa ni fursa ya kuanzisha biashara kupitia kwenye intaneti ambayo itahusika na kuuza nafaka kwa ajili ya ya wateja. Sasa hizo ni baadhi tu ya njia mbali ambazo unaweza uka, ukafanya kutambua fursa za kuanzisha biashara ya vyakula. Nafikiri nimeelezea karibu maeneo yote yanayohusiana na, na swala la fursa. Usianzishe biashara bila ya kutambua fursa ya kufanya hiyo biashara lakini sasa kwenye fursa kuna nyingine unaziona zinajitokeza, lakini nyingine inabidi uzitengeneze. Na kwenye kutengeneza fursa zaidi, jaribu kuangalia changamoto unazopata wateja, alafu uone kama una ufumbuzi wa hizo changamoto. Ukiwa na ufumbuzi hizo changamoto ndio inakuwa ni fursa kwako kuanzisha biashara ya vyakula, kwa sababu kipindi hiki tunazungumzia biashara ya vyakula. naona tuishie hapo. Naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali vinavyotangazwa kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa tatu usiku. Siku ya Jumamosi kuna kipindi cha maswali na majibu, na siku ya Jumapili kuna kipindi cha Business Talk ambapo ninajaribu kuchukua topic moja na kujaribu kuizungumzia topic ya mambo ya biashara, mambo ya ujasiriamali, mambo ya ya fedha, uchumi na kadhalika. Kwa hiyo nawakaribisha muangalie vipindi vyetu Jumatatu mpaka Jumapili. Naona niachie hapo, asanteni na karibu tena.